Karibu sana kunako tetesi za soka barani Ulaya leo ikiwa ni siku ya tarehe ya 18 ya mwezi wa kwanza mwaka 2026. Karibu sana, tufahamishani tu kile ambacho kimejiri huko kunako tetesi za soka barani Ulaya siku hii ya Jumapili kabisa. Hii ni Talent Media, mimi ni Ali Swaleh Mshana. Karibu. Kocha anayeondoka Crystal Palace, Oliver Glasner, ni miongoni mwa majina yanayozingatiwa ya kuchukua nafasi ya kocha wa Manchester United msimu wa joto ujao. Chelsea na Manchester City wanaongoza katika mbio za kumsajili kiungo mshambuliaji wa Barcelona Mhispania mwenye umri wa miaka 18, Dro Fernandez ambaye ana kipengele cha kuachiliwa cha pound milioni tano katika mkataba wake. Lakini kocha wa Tottenham Thomas Frank anataka kumsajili mchezaji wa kushambulia pande wa kushoto ama mwezi Januari au majira ya joto. Lakini kiungo wa England James Ward-Prowse mwenye umri wa miaka 31 anaweza kuondoka West Ham, huku Burnley wakionyesha nia ya kumsajili nahodha wa zamani wa Southampton. Kwingineko, Leeds United wameulizia upatikanaji wa mshambuliaji wa Norway Jordan Strand uh, Larsen, mwenye umri wa miaka 25 lakini bado Hawajatoa ofa rasmi kwa Wolves. Lakini Inter Milan wanapanga kumpa mkataba mpya mshambuliaji wa Italia mwenye umri wa miaka 20, Francisco Pio Esposito, ili kuzima nia ya vilabu vya ligi kuu ya England. Crystal Palace wako hatarini kumpoteza mchezaji mwingine muhimu, huku mshambuliaji wa Ufaransa Jean Philippe Mateta mwenye umri wa miaka 28, akiwa tayari kwa changamoto mpya na Juventus wakionyesha nia ya kumnyakua. Klabu ya Real Madrid wanatazama mazungumzo ya mkataba mpya na mshambuliaji wa Brazil Vinicius Junior mwenye umri miaka 25 kufuatia kuondoka kwa Xabi Alonso katika uwanja wa Bernabeu. Manchester United wamekataa ofa kadhaa kutoka vilabu vya ligi kuu England na AC Milan kwa ajili ya beki wa England Harry Maguire mwenye umri wa miaka 32 mwezi huu. Lakini kocha wa zamani wa Real Madrid Zinedine Zidane anazingatiwa kuchukua nafasi ya Didier Deschamps, um, kama kocha wa timu ya taifa ya Ufaransa. Stoke City wanataka kumsajili kwa mkopo winga wa England mwenye umri wa miaka 23, Jisuran Rock kutoka Crystal Palace kwa kipindi kilichosalia cha msimu. Lakini Fulham bado wana nia ya kumsajili mshambuliaji wa Marekani wa PSV Ricardo Pepi mwenye umri wa miaka 23, licha ya kuvunjika mkono wake mapema mwezi huu. Kiungo wa Red Star na Serbia mwenye umri wa miaka 17 Vasilije Kostov anafuatiliwa na, na klabu ya Arsenal, lakini ofa ya Crystal Palace ya mkopo kwenye sharti la kumnunuliwa kwa mshambuliaji chipukizo wa Ufaransa Sidik Sherif mwenye umri wa miaka 19 imekataliwa na Angels ambao wanataka uhamisho wa moja kwa moja pekee na kuweza kumpata mchezaji huyo. Klabu ya Newcastle United wamejitokeza kuwa miongoni mwa vilabu vinavyomtaka beki wa Bosnia Tarik mwenye umri wa miaka 22 wa Sassuolo, lakini wanakabiliwa na ushindani kutoka AC Milan. Tuhitimishe na taarifa kutoka Juventus, ambapo unaambiwa Juventus wamepunguza shauku yao ya kumsajili tena mshambuliaji wa Italia, Federico Chiesa mwenye umri wa miaka 28 kutoka Liverpool. Hadi kufikia hapo, nahitimisha sehemu ya kwanza ya tetesi za soka barani Ulaya. Hii ni Talent Media, mimi ni Ali Swaleh Mshana. Kama bado hujasubscribe, basi nakuomba gusa maneno mekundu yanayosomeka subscribe, lakini pia unaweza kutana na notification. Asante, nikutakia utazamaji mzuri wa updating zetu nyingine. Bye, bye.